Mimi kama mgombea na timu yetu ya kampeni tumeridhishwa sana na jinsi walivyojitokeza kwa wingi katika shughuli zetu mbalimbali za kampeni. Katika muda wa takriban mwezi mmoja na nusu, tumefanya mikutano na na mijumuiko ipatayo sabini na tano huu leo unakuwa ni wa sabini na sita kwangu mimi kusimama na nikahutubia katika suala hili la kampeni. Kote Unguja na Pemba tumekutana na wananchi mmoja mmoja na kwenye makundi yao mijini na vijijini, masokoni, mabandarini na sehemu mbalimbali. Kipindi hicho kampeni haikuwa tu nafasi ya sisi kueleza sera zetu bali kimekuwa kipindi tulichoongezewa kilicho ujuzi, maarifa na mikakati ya utekelezaji kutoka kwa wananchi. Tumegundua na kuguswa mno juu ya kero mbalimbali mbali. Kero nyingi sana za wananchi zaidi ambavyo sisi tulikuwa tunazijua. Sisi tumeahidi masuluhisho madhubuti kwa vilio hivyo vya Wazanzibari. Miongoni mwa masuluhisho hayo, la kwanza ni mamlaka ya Zanzibar ambapo tumeweka wazi sara yetu kuhusu muungano wetu na kuimarisha mamlaka ya Zanzibar. Pili, ni kuhusiana na Zanzibar brand ambapo haihusu tu bidhaa bali maisha yote ya uzanzibari, alama zake utukufu wake upekee wake utamaduni mila na silika zake. La tatu ni kuhusu ajira na kipato, ambapo tutahakikisha fursa za ajira zinatolewa kwa Wazanzibari wenye uwezo na kwa nafasi zote wanazozimudu. Kwa kuanzia, tunathibitisha kima cha chini cha mshahara kitakuwa ni shilingi milioni moja kwa watumishi wa serikali. Nne ni vita dhidi ya ufisadi na wizi wa kura. Tutapiga vita vitendo na uovu wa ufisadi na upotevu wa fedha za umma. Jambo la tano, kuondoa ushuru na tozo zote katika bidhaa zote za chakula ili kumwezesha mwananchi kumiliki na kuweza kumudu mlo wake ambao umetimia sita ni kurejesha ardhi zilizoporwa na kutoa fidia kwa ardhi zilizochukuliwa kwa miradi ya maendeleo. Saba. Kuanzisha mfuko wa zaka utakaosaidia kuwahudumia maskini, walimu wa madrasa, wajane na shughuli nyingine za Kiislamu. Nane. Kuipatia Zanzibar katiba mpya. tisa ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kumi kuwasomesha wanafunzi wote wa Zanzibar kwa kuwapa ruzuku na kufuta kabisa utaratibu wa mikopo ya elimu ya juu. <clears throat> Tumeyasikia matatizo nasi tunakuja na masuluhisho. Tumevisikia vilio, tumevisikia vilio nasi tumeahidi faraja. Ilani yetu ya uchaguzi inafafanua kila hatua.